Tunawaasa wananchi wote na hususan vijana, wawe waangalifu na watu wasioitakia mema nchi yetu kwa kuepuka kutumiwa vibaya kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Utulivu na amani tuliyonayo ni tunu, na hatuna budi kuilinda kwa nguvu zote kwa maslahi ya taifa letu. Na nne, wadau wote wa uchaguzi na hususani vyama vya siasa, tunawahimiza na kuwakumbusha kuwa wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika katika hali ya amani na utulivu kwa kuendesha kampeni zenye staha na kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali mbali ya uchaguzi ikumbukwe uchaguzi mkuu unafanyika kwa kuzingatia katiba ya jamhuri ya muungano wa tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 42 ibara ndogo ya pili na ibara ya sitini na tano lakini pia sheria ya uchaguzi namba moja ya mwaka 2024 katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 pamoja na sheria ya uchaguzi ya Zanzibar namba 4 ya mwaka 2018. Wazo la kukimbiza mwenge wa uhuru nchi nzima na kila mwaka lilitolewa na vijana watano katika kikao chao kilichofanyika tarehe 26 Juni mwaka 1964 na lengo kuu likiwa ni kutekeleza kwa vitendo azma ya baba wa taifa ya kuhamasisha umoja, upendo, amani na ujenzi wa taifa kwa kuhamasisha maendeleo. Na tangu wakati huo, mwenge umekuwa ukikimbizwa katika maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupitia mbio hizo, hamasa kubwa imetolewa ili kuendelea kudumisha amani na kujenga uzalendo, umoja na mshikamano. Katika kipindi chote hicho, mbio za mwenge zimekuwa na mafanikio makubwa yanayosadifu maono ya waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Alhaj Amani Abeidi Karume.